ya Mungu. Ndugu zangu, nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia, wanaoangalia mbele vijana wangu hawa na wengine walio nje wanaoangalia mbele elfu mbili na thalathini, safari hiyo isiende kutuvurugia nchi yetu. Nilizungumza na mawaziri wangu nikawaambia namwangalia, mmoja mmoja, una interest ya huko, kaa nje, kafanye huko, usifanye ukiwa ndani ya serikali yangu. <laughs> Nimekuweka hapo ukatumikie wananchi. Interest yako ya huko mbele, twende utaikuta huko mbele. Mungu ndio anajua nani kiongozi wetu baadaye, ni Mungu peke yake ndio anajua. Kwa unaweza ukajipanga, unaweza ukawa na mikakati, unaweza uka usiwe. Kwani wangapi waliomba na wakapanga na wakawa na mikakati, walikuwa na walikuwa na nguvu zote mpaka za kifedha, walikuwa? Mungu ndiye anajua nani huko mbele ndio kiongozi wetu. Kwa ile safari ya 2030 isiende kutuharibia nchi ndugu zangu. Lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagaska yatokee na hapa lakini, ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaska kumetokea nini? Hajui. Unataka hapa kitokee nini? Hajui lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana, wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia, waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambua kuna vijana walikuwa nalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani, kwa walingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa, nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu kuna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 Nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa hapa nilizungumza nikasema, kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani, wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera, liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia.